Lakini pia nakumtakia sala na salamu nyingi sana doktori wa madoktori na si mwingine ni mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa ruksa yako, nimefurahi kupata nafasi hii angalau nitoe maneno machache, lakini waheshimiwa meza kuu yote, mashekhe makadhi wa mikoa mbalimbali walioko hapa waheshimiwa wana e, mkutano huu wote wa kiume na wa kike, itifaki imezingatiwa bila kuwasahau waandishi wetu wa habari. Kwa niaba ya taasisi yangu ya Seski ambayo mimi ndiyo amiri mkuu wa taasisi hii kitaifa, Sheikh Saleh Omar Ititi lakini kwa niaba yangu mimi binafsi, lakini kwa niaba ya Wanasingida wote, Waislamu na wasiyekuwa Waislamu, lakini kwa niaba ya Watanzania wote ambao sisi tuko hapa leo kwa ajili ya kuwakilisha Watanzania wote kwa imani sisi leo tuko hapa kwa imani yetu ya Kiislamu, lakini bila shaka jambo tunalolisema hapa linatujumuisha wote, walio Waislamu, wasio Waislamu, wenye dini zingine, wapagani, kwa sababu tunazungumzia jambo la taifa ya ta la Tanzania. Kwa hiyo tunazungumza jambo kubwa sana nalo, na sio jambo lingine tunalolihubiri hapa ni jambo la amani ya nchi ya Tanzania ambayo mimi na wewe Allah tabaraka wa taala alituchagua kuzaliwa Tanzania. Kwayo tuna kila sababu ya kuilinda, ya kuihami, ya kuisimamia nchi hii tuliyoipewa zawadi na Allah tabaraka wa taala, iwe salama daiman milele. Kwa kutumia membari hii nichukue nafasi ya kumpongeza Adoktura ad Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa hutuba yake aliyeitoa tarehe mbili mwezi wa kumi na mbili 2025 akihutubia taifa kwa kupitia wazee wa jiji la Dar es Salaam. Hakika hutuba hiyo ilijaa hekima, ilijaa busara, ilijaa ujasiri kama kiongozi wetu wa taifa la Tanzania. Kwa sote, hatuna budi ya kumpongeza pongezi za dhati kabisa. Lakini hatuna budi kumsapoti na kumuunga mkono kwa nguvu zetu zote, aendelee kwa imara kwa kwa, kwa ajili ya kuendelea kusimamia amani ya nchi yetu. Lakini tukumbuke rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan yeye tumemweka ndio kinara wetu. Hatoweza kuyatimiliza au kuikamilisha amani bila kumuunga mkono kwa dhiraa, kwa dhiraa hatua kwa hatua, tuwe naye nyuma yake, ili aweze kukuendelea kuwa jasiri. Ndugu zangu wana hadhara hii, naomba niwape ujumbe kwa njia nafsi yangu, naihusia nafsi yangu, tutoke hapa tuwe mabalozi wa kuihubiri amani ya nchi hii, tufikisha ujumbe huu kwa Waislamu wenzetu na wasiyekuwa Waislamu, kwani nchi hii ni yetu sote. Nchi hii ina Waislamu, nchi hii ina Wakristo, nchi hii ina wapagani. Tanzania ni nchi yetu yote. Tuendelee kumuunga mkono mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan, tumpe nafasi aweze kutusimamia katika yale tunayoyahitaji, yeye na wasaidizi wake aliyowateua. Bila kufanya hivyo, tutaiyumbisha nchi yetu. Tunalazimika kufanya hivyo, na tunatoa salamu kwa vijana wote wajua amani ndio kila kitu. Ukishaivunja amani, mateso yatamgusa, yataanzia kumgusa ye mwenyewe, yatamgusa mama yake, yatamgusa mjomba wake, yatamgusa shangazi yake, yatagusa ndugu zake, na nnaamini kwenye nchi hii hakuna familia ambayo haina Mkristo wa upande moja wala Mkristo ambaye hana ndugu katika upande wa Uislamu hayupo. Kwa hiyo sisi ni ndugu moja, kwa naomba wote kwa umoja wetu tushirikiane. Mwenyezi Mungu asema yalopita hupishwa, hili lililotokea basi tulipishe, tumwombe Allah aturidhie, tumwombe msamaha. Kwa yale ambayo pengine nafsi zetu hawaza nafsi zetu yalikuwa yanatupelekea kuiharibu amani ya nchi yetu. Na kuhusiani ndugu zangu kwa kupitia hotuba hii fupi kwamba sisi tuwe mabalozi tuwafikishie ndugu zetu wote bila ubaguzi. Amani kwanza yanafuata mengine. Lakini umoja wetu ndio ushindi wetu, bila umoja bila kushirikiana, na tukumbuke ndugu zangu, alkamalu lillah, ukamilifu ni wa Allah peke yake. Hao viongozi wetu tuliyewatanguliza wanaweza wakakosea, mimi ninayesema hapa ninakosea, nina sifa ya kukosea, na viongozi wetu wanaweza kukosea, sio kila kitu atapatia, lakini tuwashauri kwa wema na hakuna dini hata moja inayeamrisha kuwaasi viongozi. Kama kiongozi unakuwa unaona kwamba ameenda tofauti, tukae nao kwa nia nzuri, tuwanasihi, tuwakumbushe, tutalijenga taifa lenye nguvu, taifa lenye upendo, taifa lenye umoja. Na penye umoja ndipo alipo Allah tabaraka wa taala. Allah hayupo pamoja na watu wanayefarakana. Kama mtu hajui athari ya vita aangalie nchi ambazo zina vita, ndio ataona ubaya wa vita. Ndugu zangu, kwa kupitia mimbari hii nimepewa upande leo. Niliambiwa dakika mbili, lakini singida ni mbali mwenyekiti. Alafu kwa bahati nzuri singida imewakilishwa na mimi peke yangu. Kwa nini siseme? Nasema hivi baada ya kumpongeza sana Daktari Samia Suluhu Hassan, lakini pia nisimsahau kiongozi wetu adhukturi Abubakari Zuberi bin Ali Wambwana kwa juhudi kubwa anazozifanya kutuunganisha sisi Waislamu na kuwa kitu kimoja. Naomba salamu hizi zimfikie rafiki yangu huyu Daktari Abubakar Zbeni bin Ali wa Mbwana, lakini nizipongeze taasisi zote tuliyeshirikiana kwa pamoja, lakini niombe jambo moja. Nisamehe ndugu yangu, naomba jambo moja tulifanye tujitahidi sisi, tutengeneze umoja wa taasisi zetu zote, tuwe na kauli moja katika mambo yetu yanayohusiana na nchi yetu. Hili naomba iwe ni tuwe mabalozi wote, kila mmoja alipeleke katika mkoa wake, katika kata yake, katika kijiji chake, nchi nzima, na ndio jitihada ambazo au ndoto alizonazo Daktari Abubakar Zuberi bin, wa, bin Ali wa Mbwana mufti wetu wa Tanzania. Tumuunge mkono, tuwe pamoja na umoja. Siku zote ni, ni, ni, ni nguvu na utengano ni udhaifu, na Mwenyezi Mungu yuko pamoja na wenye kuungana. Mwenyezi Mungu yuko pamoja na wenye kuweka jamaa wa hadha, alaikum, wa hadha assalamu alaikum warahmatu llahi wabarakatuh Kusema ni mazito. Umoja wetu kama Watanzania ndio ushindi wetu.